Serikali yenu inaendelea kuratibu vizuri upatikanaji wa huduma karibu zote za kijamii, na nyie mnayo haki ya kupewa huduma zote za kijamii. Na kwa hiyo, mheshimiwa Mollel, wewe kama mwenyekiti wakati wote wa kwenye mikutano yako endelea kuwahakikishia mpango mkakati wa serikali wa kuendelea kuwahudumia kwenye sekta zote, iwe ni elimu, afya, maji, matumizi ya barabara upatikanaji wa umeme na yale yote muhimu ikiwemo na sekta za kilimo. Watu wenye ualbino na haki yenu ya msingi kabisa kupewa huduma hizo. Halmashauri inayo jukumu la kununua lotion, kofia na miwani. Pesa ziko kwenye halmashauri, kwa hiyo wanafunzi wetu wenye ualbino wanaosoma kwenye shule za msingi za kawaida lazima wapewe huduma hizi ambazo serikalini tunasema tunazitoa kwa umuhimu wake, kwa bure kwa wanafunzi wetu wanaosoma shule za msingi, sekondari na huko mbili. Kwa wenye uono hafifu, fimbo, mashine za kuchapia brela na makaratasi yatanunuliwa na halmashauri, iwe ni sehemu ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia shuleni. Well, kwa halmashauri lazima ziratibu Waheshimiwa wakuu wa wilaya, simamieni haya Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, usajili huu wa watu wenye albino na ulemavu utasaidia kuhifadhi taarifa kiteknolojia, lakini pia utasaidia katika tafiti za masuala ya watu wenye ulemavu na pia dashboard kwa ajili ya takwimu na uchambuzi wa taarifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama nilivyoeleza hapo mwanzo, mfumo huu utarahisisha, utaharakisha, utahakikisha usahihi katika usajili wa watu wenye albino na ulemavu nchini Tanzania hususan katika maeneo ya pembezoni. Uhaba wa vifaa kinga kwa kujikinga na mionzi ya jua, mfano mafuta kinga ya ngozi yanauzwa kwa bei kubwa, na yale yanayotolewa na serikali hayakidhi mahitaji ya watu wenye ualbino kwa mwaka. Uhaba wa kliniki za saratani ya ngozi katika hospitali za mikoa, wilaya na vituo vya afya. Hata baadhi ya hospitali ambazo zina kliniki ya ngozi hazina wataalamu wa saratani ya ngozi au vifaa vya kufanyia uchunguzi na matibabu ya saratani. Gharama za matibabu ya saratani ya ngozi zipo juu. Watu wengi wenye ualibino wanashindwa kumudu gharama za matibabu ya saratani ya ngozi kutokana na hali duni ya maisha walio nayo na kuamua kurudi nyumbani kujitibu.